Sasa e, ndugu zangu wanewane e, ready and gentlemen, mabibi na mabwana. Sasa e, leo tunazwara nyeti, tutadiskasi zizi kama vijana e. Jawade, kuna fungu a linatoka serikalini kwa ajili ya vijana. Kuna pesa zinatoka serikalini huko kwa ajili ya vijana. Yani kiufupi serikali inatoa fungu kwa ajili ya vijana e, lakini vijana wanapewa taarifa tu pesa zinapewa safari nyingine, eh hey, jamani. Yaani kiufupi serikali inatoa lakini, mfumo umezuia yaani, eh hey. Kama pesa zimetengwa kwa ajili ya vijana basi ziwafikie vijana. Hatuhitaji eh hey, ahadi mpya, tunahitaji pesa zifike. Yani vijana wanapewa matumaini, wengine wanajipatia mlo kamili kwenye makaratasi. Vijana wanapata lakini kwenye uharisia wengine wanakura. Jamani, hizi pesa ziwafikie vijana. Halafu nilikuwa na idea nilikuwa na wazo kidogo kwa serikali hey. Kwa nini hey, tusibadilishe mfumo hey, hizi pesa sisi tuwe tunatuma namba zetu vijana wawe wanatuma namba zao za siri hey, namba zao za siri, namba zao za simu Halafu serikali ndio inawaingizia ina, ina hizi pesa kupitia namba zao za simu. Naonaje hiyo sistem? Ni wazo tu lakini natoa ni idea hey, unapokea tu ujumbe, imethibitishwa umepokea kiasi fulani fulani kutoka hey, Ikuru hey, itakuwa gudi sana. Au kutoka serikali ya jamhuri ya muungano ya republic of Tanzania ala, itakuwa gudi sana. Wazo tu natoa ni idea.